Mheshimiwa Naibu Waziri, karibu. Nashukuru sana. Eh, karibu sana. Eh, katika mkoa wetu wa Arusha najua uko katika ziara, lakini najua pia kwamba kuna shughuli ambazo mnazisimamia katika mkoa wa Arusha kupitia ofisi yako. Kwa mipango yetu ya hapa Arusha kama kitovu cha utalii, hii ndo hub ya utalii eh, kwa, kwa Northern circuit mm. Eh, kwa kwa hiyo tuna historia ya, ku, ya kuwa mwenyeji wa mikutano ya kimataifa na mikutano ya ndani. Kila taasisi inapokuwa na kusanyiko kubwa basi mwelekeo ni Arusha Miku. Eh, mikutano ya kimataifa ni Arusha. Kwa hiyo mmeliona hilo na nimeona ninazo taarifa nililetewa ya ubia kati yenu na yes. AICC kwa maana ya kujenga ukumbi wa kisasa wa mikutano. Kumekuwa na umuhimu huo eh, kwa hapa Arusha kwa sababu mikutano ni kila siku, na nimeambiwa kwamba kwa ukumbi ule ulitakaojengwa jengo la kisasa takuwa na kapasiti ya kuweka watu elfu tano kwa wakati mmoja, lakini pia mtakuwa na kumbi zisizopungua arobaini na kutakuwa na eneo la kufanya nini exhibition? Exhibition. Ehe, ambao kutakuwa na watu elfu kumi. Kwa hiyo, kwa hiyo eh, itakuwa ni nani kubwa, na Naibu Waziri umeanza na mguu mzuri kwamba mkandarasi ameonyeshwa saiti. Kwa hiyo nafikiri sasa baada ya ziara yako ni kuanza kazi. Ehe, ehe, ehe, kuanza kazi. Ni kushukuru sana ehe, karibu sana. Si tunaahidi kuwapa ushirikiano hatua kwa hatua ehe, kama mtapata changamoto yoyote, sisi tupo. Sina wasiwasi yeah. Umekuja kwa kaka yangu kitokea yeah. Changamoto yoyote, bila shaka tutakukimbilia, nasema yeah, yeah. Maelezo mazuri sana juu yeah. ya huu mradi, ni mradi mzuri wa kimkakati na mm. tunatarajia makubwa mradi mm. utakapokwisha kwenye mm. sekta ya utalii, kwenye sekta ya diplomasia kabisa, lakini vile vile ni uwekezaji mzuri wa kuji kutengeneza faida. Umeyasema yote, ni kushukuru sana lakini yeah. Vile vile njii wetu hapa, nimpongeze kwa mawazo mazuri yeye <coughs> na timu yake nzima juu ya uwekezaji huu, na <coughs> sisi kama serikali tuna- tuna- tunaahidi mashirikiano makubwa, tunafuatilia <coughs> kwa karibu, tunaamini kila kitu kitakwenda sawa kabisa kabisa. Nashukuru sana.